Wanakoko wenu, Africa Champions Awards 7th edition edition, uh, ni tuzo ambayo tumeipata kama wanakoko, na imetupatia moral wa kufanya kazi kwa sababu kupitia katika hii ndio imeonyesha juhudi ambazo tuko nazo kama audiovisual radio station ambayo imeanza kuonekana kwamba ina, ina grow kwa haraka sana na kwa wale wote ambao wameendelea kutufuatilizia sasa, wametua, tunazidi kuwapatia uh, nguvu na kuambia kwamba sasa tunakuja katika mbinu nyingine tofauti. Tunajaribu kuchukua radio na watu waweze kuifahamu zaidi, hasa katika mitandao waweze kujua manake, kama vile ambavyo watu wengi wamekuwa wakifahamu ya kwamba radio huwa inajificha iko ndani, hata watangazaji wenyewe wakati mwingi sana huwa haonekani, lakini tunataka tuje na mbinu nyingine tofauti ya kwamba redio, watu waweze kuona watangazaji wao wakiwa nyumbani kupitia katika mitandao hiyo. Ndio sababu tunasema kwamba ni audio visual na tunahakikisha kwamba inakuwa redio tena inakuwa tv at the same time. Kwa hivyo kwetu kama Wanakoko, kupata hizi tuzo inazidi kutupatia motisha mkubwa sana. Uh, timu yote hapa baada ya kupata tuzo wako katika level nyingine katika kusherekea zaidi. Kwebo, kwa hivyo kwa wale ambao ni wa supporters wetu, wale ambao ni mashabiki wetu kwamba tunahakikisha kwamba wataendelea kupata burudani safi zaidi na kwenda kuwapandisha katika viwango ambavyo ni vizuri zaidi. Na kwa Koko Timu yote ningesema ningesema kwamba uh, nazidi kuendelea kuatia moyo na kuatia nguvu kwa bidii zao zinatambuliwa. Si kwa ajili ya Kilifi County peke yake lakini Kenya nzima na sasa ni kwa dunia nzima na kwa Afrika yote. Kwa hivyo, Koko team hoye na naamini ya kwamba tutaendelea kuwa tunaendelea uh, kupanda katika viwango vikubwa zaidi, tutabaki kwa Koko miaka 800 na Koko FM kidedea <laughs> <Interesting>. <laughs> Koko FM ladha ya pwani.